Ndugu zangu watazamaji wangu wa chaneli yetu hii ya Msimbo Online TV. Tumekutana tena siku ya leo hapa katika darasa zetu hizi za afkar na dua, baada kumaliza kuswali swala ya Eid, na bado tunaendelea na Eid mpaka leo kwa sababu Eid ni siku tatu. Kwa hiyo mpaka leo hii tunaendelea na Eid walilahi alhamdu na bado tunaendelea na ibada yetu ile ya ya, ya kwa hiyo alikua bado kufanya udhiya yake, basi anaweza kafanya hata siku ya leo na kuendelea kwa sababu bado mambo yanaendelea na, ya kwa hiyo tunakumbushana katika hayo, ili kila mmoja aweze kuelewa habari hizo. Leo tunaendelea tena katika darasa zetu zile za azkar na dua, na leo tunakwenda kuzungumzia jambo moja zuri, jambo moja kubwa kabisa ambalo kwamba mja kama atalishika, basi kuna faida nyingi sana ambazo anakwenda kuzipata kwa siku hii ya leo. Leo tunakwenda kuiangalia aya moja hii aya ni aya ambayo ndani yake zimetimia herufi zote za, za nani za, za abjadia zile bimaana, kuanzia alifu mpaka ye, kuanzia alifu mpaka ye, kuna herufi 28. kuna herufi 28. Sasa hii aya zimetimia zile herufi zote kuanzia alifu mpaka ye kwenye aya hii. Ndugu yangu katika imani, leo nataka nikupe habari nzito sana hapa, na nikuombe video hii leo usijirushe, iachie kuanzia mwanzo mpaka mwisho, upate faida. Chukua hii aya, chukua hii aya, itumie kufanya maombi au kufanya dua. Dua yako itakuwaje? Nitakuelekeza sura na nambari ya aya na inapatikana katika sura gani, alafu hii ndani ya wiki moja ifanye mara tatu, yani ndani ya wiki moja ifanye mara tatu, ifanye siku, siku ya Jumatatu, ifanye siku ya Alhamisi, yani usiku ule wa Alhamisi kwa mkia Ijumaa, kadhalika naifanye siku ya Jumaa baada salatul asr. Na hapa tunajumuisha, hapa tunajumuisha bimaana kwamba jambo lolote, jambo lolote liwe gumu liwe zito liwe jepesi liwe dogo liwe kubwa lolote lile li. Hapa ndugu yangu, hii nafasi pekee kwa wale ambao wanakuwa na shida zao wa binafsi wana mambo yao binafsi wanahangaika wana taabu sana ndugu yangu. Sasa ule wakati wa kwenda kwa waganga, kwenda kuliwa hela, kwenda kuchinja kuku, kwenda kusikua kwa kupiga chaku kupiga chale umeisha. Hebu tukae katika Qur'ani, kuna vitu mshi kuna siri nyingi sana ndani ya Qur'ani Sheikh, na ndio maana nasema mara nyingi nyi unawasikiza video zetu hizi msipite, hebu subscribe. una faida nyingi unakwenda kuzipata ndugu yangu katika imani. Hii aya utaisoma siku ya Jumatatu baada asri ama Jumatatu ifanye baada ya salati subhi. Chagua katika muda hii miwili, unaweza ukaifanya baada ya salati subhi kabla kutoka jua, ama unaweza kaifanya baada ya asri Jumatatu, kadhalika Al-khamis utaifanya baada ya magharibi, baada ya magharibi hadi kuanzia saa mbili saa tatu saa ngapi usiku akafanya. Lakini siku ya Jumaa ifanye baada salatu Jumaa maana baada la asri, basi utafanya dua hii. Aya hii isome mara mia moja irudie mara mia moja. Lakini kila ukishaisoma mara kumi kila ukishaisoma mara kumi utasoma na salatu lfathi. Kuna swala moja ya mtume Muhamadi, lakini inaitwa salatu lfathi <coughs> utaisoma salatu lfathi mara kumi. Ukimaliza mara kumi, utarudia tena kusoma aya hii mara kumi. Ukimaliza mara kumi, utasoma suratu lfathi mara kumi, yani mpaka unafika mara mia. Kwa maana hiyo, itakuwa aya hii umeisoma mara mia, na ile salatu lfathi umeisoma mara mia. Ukimaliza kabisa mwishoni, pale ushemaliza kila kitu, maliza na suratul fatha mara saba, yani isome alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki mara saba. Wallahi ukifanya hivyo, kisha mwambie Mwenyezi Mungu haja yako, mwambie Mwenyezi Mungu shida yako, mwambie Mwenyezi Mungu yale ambayo kwamba wewe yanakusumbua katika mwili wako. Wallahi, Mwenyezi Mungu anakujibu haraka sana sana sana. Acha nikutajie hii aya inapatikana wapi na ni aya ngapi, alafu kisha baada hapo nikuelekeze hii salati salati al-Fatih. Ndugu yangu, hii aya inapatikana katika suratul Fatih, sio suratul Fatha. Hapana, suratul Fatih. Inapatikana katika suratul Fatih, na hii ni aya ya mwisho kabisa katika suratul Fatih. Kwa maana ni aya nambari 29 aya nambari 29 Imeanza hii aya inasema Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashiddahu ala al-kuffar ruhamahu bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi waridhwana na kuendelea mpaka mwisho. Ile mwanza hiyo aya nimekutajia, nambari ya aya nimekutajia, sura inayopatikana hiyo aya, ina maana kwamba wewe mwenyewe kaitafute na mwenyewe nenda kaisome hiyo. Ni surat al-Fath. Na ni sula ni, ni, ni, ni, ni aya ya mwisho kabisa katika surat katika suratu al-Fath ina maana, ni aya nambari aya nambari 29 katika suratu al-Fath. Ndugu yangu, hii dua kama utaifanya kwa dhati, kama utaifanya kililahi, utakwenda kuona maajabu yake. Mimi nakupa nambari yangu ya simu, utanipigia italipigia, chukua namba hii, sufuri saba nane nane tisini hamsini moja hamsini moja. Vodacom ni sufuri saba tisa tatu sufuri hamsini mbili sufuri hamsini mbili, utanipiga utanambia, shekhi. Mimi nilishawahi kuwafanyia dua watu wawili, mmoja yuko Nairobi na mmoja yuko Rwanda. Hawa watu wawili wote matatizo yao yalikuwa yanafanana, yalikuwa yalikuwa yanafanana, wallahi ladhimu matatizo yao yalisababisha baadhi ya mambo yao yakawa yamefunga yamefunga yani yamefunga kabisa, kila naposhike na kwa mtihani basi, nikaisoma hii aya Jumatatu, Alhamisi usiku na Jumaa ngapi na Jumaa baada ya alasiri wanasoma. Nakumbuka nilifanya kwa muda wa wiki tatu, nilifanya wiki ya kwanza, nilifanya wiki ya pili, nilifanya wiki ya tatu, na nikawaambia katika hii dua matokeo vumilivu, sio na haraka sana. Wallahi lazima Mwenyezi Mungu ajibu maombi yetu kupitia aya hii. Kwa hiyo nawe nakupa ndugu yangu nenda kaisome. Lote, una jambo lolote gumu. Mfano wewe unachimba madini lakini kila ukichimba unatumia tum, pesa nyingi sana lakini kupata upate. Mfano wewe dereva unakwenda nje huko na safiri sana lakini masikini Mungu waweza kuwa anapata manufaa na jenga wewe maendeleo hakuna. Unafanya shughuli zako lakini mambo yamefunga. Isome aya mara saba. Ukimaliza mara kumi.

Alafu na hii Suratul Fathi utaisoma okay, mara mia moja wallahi utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Ifanye ifanye siku ya Jumatatu, muda nimekutajia, siku siku Alhamisi nimekutajia, na ifanye Ijumaa baada ya Salatul Asri, kwa jambo lolote, kwa shida yoyote, kwa matatizo yoyote uliokuwa nayo, kwa magumu yoyote, nienda kaombe Mwenyezi Mungu kupitia aya hiyo, utakwenda kuona muujiza na maajabu ya aya hiyo. Na ukimaliza mwishoni, kabisa kabla ya kumshukuru Mwenyezi Mungu utasoma surat al-Fatiha, jumana alhamdu, utaisoma mara saba. Baada ya hapo, basi mwachie Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, insha allah ukifanya <coughs> hivyo <coughs> uende kuona maajabu na muujiza wake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.